Ukosefu wa ajira unaonekana, wewe ni mcho, mchochezi dhidi ya serikali. Unaonekana wewe ni mcho, mchochezi dhidi ya serikali viongozi, pia nchi hizo zina tatizo la ajira pia. Maneno haya ni maneno ya kukimbia uwajibikaji wa utatuzi na kutafuta suluhu. Hizo nchi ambazo zinaambiwa pia kuna tatizo la ajira, wana mikakati yao madhubuti ya namna gani ya kutatua changamoto ya ajira katika nchi zao. Sisi ndani ya nchi yetu tunapaswa tujiulize, tuna mikakati gani kama nchi mika, serikali na mikakati gani ya kuhakikisha kwamba tatizo la ajira linatatuliwa. Kwa mujibu wa takwimu ya nguvu kazi, Integrated Labor Force Survey ya mwaka 2021 na sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024, inasema kwa mwaka vijana takriban milioni moja ambao ni nguvu kazi wanaingia kwenye soko la ajira, lakini ni vijana laki mbili tu, kati hawa milioni moja wanaoingia kwenye soko la ajira ndio ambao wanapata ajira rasmi ka, wanapata ajira rasmi katika sekta ya umma, katika sekta binafsi, na kuacha takriban vijana laki nane wakiwa hawajui hatima yao, wengine tegemezi, wengine hawajui kesho yao na wengine huamua kujiajiri katika sekta zisizo rasmi kama vile bodaboda wa machinga na wengine, na, na wengine hawajui hatima yao, na wengine hawajui nini kesho yao. Vijana katika sekta iliyo rasmi, isiyo rasmi ni takriban vijana eh, asilimia themanini kwa sababu inavyokuwa shughuli zisizokuwa rasmi tafsiri yake ni kwamba kunaonesha kuna kiashiria kia cha shughuli rasmi kusinyaa, inaonesha ya kwamba kuna jitihada ajira rasmi. Hii ni ishara ya kwamba kuna kusinyaa kwa jitihada za serikali katika kurasimisha sekta zisizo rasmi kuwa sekta rasmi kupitia uwezeshaji wa kifedha kama mikopo, misamaha ya kikodi, ujuzi na kutafuta maeneo ya uhakika kwa vijana kufanya kazi. Hata vijana wachache walio kwenye sekta rasmi kazi wanazofanya sio kazi za staha, ni indecent jobs, ni kazi hohehahi, wanalipwa kidogo sana, underpaid. Mishahara yao ni kidogo sana, haiwezeshi wao kuendelea kimaisha, bali kulipa kodi na kupanda e, usafiri kwenda kazini, mfano walimu, wafanyakazi viwandani, walinzi kwenye makampuni na watu wanaofanya kazi katika makampuni binafsi, hawa watu wanapitia changamoto kubwa sana. Mishahara yao huchelewa, hawana bima ya afya, hawana akiba ya jamii ya akiba hifadhi ya jamii NSSF kuweka fedha zao, na hawajui kesho yao na hawajui hatima yao. Vyuo vyetu pia kuna changamoto vile vile, vyuo vyetu kwa mwaka uzalishaji wa wahitimu ni takribani ya wahitimu elfu hamsini na tano wanazalishwa kwa mwaka kwa mujibu wa takwimu ya Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania, mwaka 2021. Ha, wahitimu walianza kuambiwa wajitolee nguvu kazi zao bure ndio wapate ajira. Sasa hivi wanaambiwa waende VETA ili wapate ujuzi wakajiajiri. Kauli hii inalenga kukwepa uwajibikaji wa serikali. Kauli hii inalenga kuwapa mzigo la lawama wahitimu wa vyuo vikuu kuonyesha kwamba wao ndio walikosea, badala ya kwenda VETA walikwenda walikwenda sekondari form 5 na form 6 na wakawamua kwenda chuo. Kwa hiyo serikali inajivua wajibu wa kutatua changamoto hii kwa kuwaambia kwamba mlikosea, mlipaswa mwende VETA. Lakini sasa hivi hawa vijana Wana, wanaitwa ni nguvu kazi isiyo na ujuzi inayozalishwa kwa wingi kuliko mahitaji. Hii kauli alitoa Makamu wa Rais Mpango Dodoma. Tujiulize, arobaini na sita. Leo hii tukiwaajira bado tutakuwa na uhaba wa walimu laki moja na elfu thelathini na tatu, mia mbili na mbili. Ndiyo maana tunasema vijana wenzangu, tusimame tuungane, tupate sauti zetu dhidi ya ukosefu wa ajira ndani ya nchi yetu. Lakini pia tujiulize maswali. Serikali kupitia waziri mkuu anatuambia, anawaambia vijana tokeni vyuo vikuu, wahitimu, nendeni VETA ndio kuna ajira. Je, VETA ni suluhu ya utatuzi wa changamoto ya ajira nchini? Tujiulize, tuna VETA ngapi nchini kwetu tukilinganisha na mahitaji? Tujiulize, kijana akimaliza VETA uwezeshaji wake ukoje? Mikopo ili kuhakikisha kwamba amepata ujuzi VETA anaenda sasa kujiajiri, uwezeshaji huo ukoje? Eh, kwa hawa vijana wanaomaliza VETA lakini kwa mujibu wa NACTVET hadi kufikia Januari 2025 nchini kwetu kuna jumla ya VETA 91, VETA vio vya, vya mchondo vya umma 91, ambao ni vio vya serikali binafsi 84. Mfano halisi nitoe mfano mzuri sana ambao ni rahisi kuelewa, ofisi ya waziri mkuu kila mwaka huwa inatoa fursa bure kwa vijana kwenda VETA kwa mezi kadhaa. Mwaka huu 2025 Januari 30, dirisha lilifunguliwa kwa vijana ili waombe kwenda huko VETA kupata mafunzo na ujuzi kwa miezi kadhaa, na deadline ilikuwa 2025. Ofisi ya waziri mkuu ilitoa nafasi 8000 tu kwa nchi nzima, kwa vyuo hamsini na mbili, vijana waende ya kuchukua wa vijana 250, lakini mpaka kufikia deadline tarehe tarehe 12 Februari Don Bosco ilikuwa tayari imeshapokea maombi ya vijana 1889 zaidi ya vijana 1800 wanaohitajika katika vyuo hivi 52. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hata hivi VETA ambavyo tunasema bado havikidhi mahitaji ya vijana ambao wanapaswa kwenda huko. Kwa hiyo, Waziri Mkuu alizungumza jambo kwa kujifurahisha hata kama leo vijana tukiamua kwenda hivyo vyeta, serikali haina hiyo idadi ya vyeta ya kuakomodati vijana wote ambao wanahitaji kwenda kupata ujuzi katika hivyo vyeta. Lakini pia e, hao vijana wa VETA wanaomaliza ni kweli wanakwenda kupata ajira? Ni kweli wanawezeshwa kuhakikisha kwamba wanakwenda kujiajiri? Kupata ujuzi ni jambo moja kutumia ujuzi wako kujiajiri ni jambo lingine, na haya sio maneno yangu, ni maneno ya takwimu za nguvu kazi ya mwaka elfu mbili na ishirini na moja Integrated Labor Force Survey inasema asilimia kumi pointi tano ya wahitimu wa VETA Tanzania hawana ajira. Kwa hiyo, huyu e, waziri mkuu anatuambia tuende VETA tutapata ajira. Takwimu zinasema asilimia kumi pointi tano ya wahitimu wa VETA hawana ajira, maana yake nini? Maana yake ni kwamba hatujali wahitimu wa VETA wakimaliza, wanakwenda wapi? Wanawezeshwa namna gani? Mimi inawezekana nikaenda VETA kujifunza cherehani, nikamaliza kujifunza cherehani, naenda wapi? cherehani na ananipa nani? Lazima kuwe na utaratibu, mtu amepata ujuzi asaidiwe, ili aweze kujiajiri. Mtu amekwenda kuchomelea, akimaliza anakwenda wapi? atafute sehemu yake eneo a, atafute e, e, vifaa aweze kuchomolea kwa ni mambo ambayo tunapaswa e, tuyapigie kelele, lakini pia weze e, kujiajiri na kuwezeshwa. Na nimesoma mitaala na sera ya elimu na ambayo ilizinduliwa kule Dodoma, na nawaomba ambao hamjasoma nendeni, mkasome mitaala na sera ya elimu ya mwaka 14 toleo la mwaka 2023, na mitaala iliyoboreshwa ni mizuri sana imeandikwa kusoma kuna ameweka juu education kwamba elimu ya eh, eh, eh, eh, amali na elimu ya jumla. Changamoto yangu ni moja tu, changamoto yangu ni utekelezaji. Changamoto yangu ni utekelezaji, utekelezaji. Kwa nini Tanzania tumekuwa na mipango mingi sana bila utekelezaji? Sera mwaka 2014 ni nzuri sana lakini utekelezaji wake ni wa hovyo kabisa, kwa na wanasema kwamba fedha zilikuwa hakuna na huu utekelezaji wa hii sera yatolewa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Tusipokuwa committed tusipokuwa tusipokuwa makini, utekelezaji hauwezi kutokea. Lazima tuangalie tuizuie ubadhilifu wa fedha ndani ya nchi yetu, ndio waziri wa wa utumishi atakuja kuzungumza vizuri namna gani rushwa na, na ubadhilifu e, wa fedha unakwenda kuharibu mipango ya nchi kusababisha utekelezaji wa mipango ambayo ingekuja kutatua changamoto ya ajira haii kutekelezwa. Nimalizie kwa sababu ya muda, katika sekta muhimu sana sekta ya kilimo na hii namalizia kabisa, sekta ya kilimo Tanzania inachangia uzalishaji wa ajira asilimia sitini na sita kwa mujibu wa takwimu wa sera ya maendeleo ya vijana mwaka 2007 na toleo la mwaka 2024 na takwimu ya nguvu kazi, Integrated Labor Force Survey ya mwaka 2021, ushiriki wa vijana kwenye kilimo umeporomoka kutoka asilimia 65.2 mpaka mpaka, mpaka asilimia 55.6 mwaka 2021. Mbali na jitihada za serikali bado kuna changamoto. Serikali wakisimama wanasema kuna kuna BBT, kuna BBT kuna kuna BBT, BBT. Nataka niseme kitu kimoja muhimu sana, na waziri Basha nisikie BBT. Leo hii ninapozungumza na nyie waziri asipokuwa makini kwenda kuiokoa BBT, BBT inakufa na imeshakufa, kwa sababu BBT hii wanasema kuna block farming, vijana wakapelekwa Chinangali na vijana wakapelekwa Ndogowe, takribani ya vijana mia nane e, kwa awamu ya kwanza. Ninapozungumza na nyie leo hii hawa vijana waliopelekwa Chinangali na waliopelekwa Ndogoe na hii BBT, waziri Bashe amuulize mratibu wa BBT Vumilia, anajua ukweli kwamba BBT imekufa, kinachobakia ni propaganda. Waziri Bashe aulize sekretariati ya wizara ya kilimo, awaulize vizuri. BBT imeshakufa, kilichobakia ni propaganda. Leo hii wale kwa sababu waliaminishwa kutakuwa na mifumo ya umwagiliaji katika mashamba yao, vijana wanamwagilia kwa mikono. Tume ya umwagiliaji haijaenda kuweka miundombinu. Hawa vijana walizalisha alizeti, wakauza shilingi milioni mia moja, wakachukua milioni sitini, wakagawana laki laki laki mbili mbili, laki, laki, kwa sababu walisitishiwa fedha za, za chakula hawa vijana leo juzi hapa heka mia tatu pale Chinangali, heka mia tatu ya mahindi imekauka kwa sababu hakuna mfumo wa mwagiliaji, wanategemea jua. Kama serikali imeshindwa kudili na BBT tu ya maeneo mawili, Chinangali na Ndogoe, wanawezaje kudili na tatizo la kilimo cha nchi nzima? Ni mambo na ni mambo ambayo tunapaswa tuwaambie bila aibu ushauri wetu wa kila siku tumekuwa tukiutoa huku chini, kuna vijana wengi sana wanajishirikimo. Tunaposema kilimo kinachangia asilimia 66 tafsiri yake huku chini kuna vijana. Ukigoma ukienda Tunduru ukienda, ukienda Njombe, kuna vijana wako kule chini, wana mashamba wasaidiwe kule kule. Tunachukua vijana tunapeleka sehemu moja. Ni mambo muhimu sana ambayo tunapaswa tuiambie serikali, lakini pia serikali inapaswa ijue ina wajibu bado tuna mazao ambayo kuna upungufu mkubwa sana. Tuna mazao kama vile ngano tunazali tuna, eh, mahitaji yetu ya ngano Tanzania ni tani milioni moja kwa mwaka. Sisi Tanzania tunazalisha tani laki moja tu, karibuni tani laki tisa tunaunua kutoka nje. Kuna alizeti ni changamoto kwa kule, ambayo tunapaswa tui, tupambane, tupaze sauti zetu, tuiambie serikali. Kwa hiyo mimi napenda kuwashukuru Skaro na mjadala huu uwe